Kitabu cha Waebrania sura ya kumi na mbili fungu la kumi na nne anaandika anasema katika maneno ya Mungu anasema imeandikwa uh, katika Biblia, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mambo mawili yametajwa, amani na utakatifu. Mara nyingi amani hutafutwa lakini utakatifu huachwa. Na kwa nini utakatifu unaachwa? Utakatifu unaachwa kutokana na kuikumbatia dhambi. Sasa Mungu anasemaje kupitia kwa Yesu Kristo na Yesu anatupatia mfano gani na fundisho lipi kipindi akiwa katika dunia hii? Yesu akiwa katika dunia hii hakuikubali dhambi ama kukubali kufanya maridhiano na dhambi ili kuiangusha chini amani na utakatifu ambao ametuachia ili kuishi katika maisha hayo. Na ndiyo maana katika maneno haya tunajifunza ya kwamba amani na utakatifu vyote ni sharti viende sambamba, na hivyo hakuna kuacha kimojawapo ili kuweza kuyatimiza. Ndipo aa, katika wakati huu wengi tunajitahidi sana kuidumisha amani, lakini tunauacha utakatifu, ambapo maneno haya yote yanakwenda sambamba katika utendaji. Sasa swali inaulizwa, je, Yesu alituelekeza nini? Maana tunajifunza kwa Yesu kwamba hakukubali dhambi, hakukubali kuangusha viwango vyake vya maisha ya Ukristo kwa kuikubali dhambi, na matokeo yake pa kukemea dhambi alikemea, pa kuonya alionya, na pa kuelekeza alielekeza, ili kuimarisha viwango vya Ukristo kama ambavyo alikuja kuyatenda mapenzi ya Baba yake aliyemtuma, ndivyo ilivyo. Hata katika maisha yetu leo ya Ukristo ya kwamba hatupaswi kuikubali dhambi ama kufanya maridhiano na dhambi ili kupata amani ya muda kitambo, na hivyo ni sharti amani na utakatifu vyote viende sambamba, maana ndiyo tabia ya Wakristo. Swali linaulizwa, je, ni wangapi katika wakati huu ukubali amani ya muda mfupi na kushusha viwango vyao vya Ukristo kwa kuikumbatia dhambi? Ndipo Yesu akaonya katika Tumaini la vizazi vyote, sehemu ya kwanza, ukurasa wa 334, anaandika anasema: Yesu kamwe hakuipata amani kwa njia ya maridhiano yaliyoshusha ya viwango. Moyo wake ulijawa na upendo kwa binadamu wote na kuwafadhili, lakini kamwe hakuiendekeza dhambi. Lakini bado anasema, uh, tunapojifunza katika nukuu hii ni kwamba amani yoyote inayotafutwa kwa kuridhiana na uovu haibaki tena kuwa amani, bali ni machafuko yanayoshusha viwango vya Ukristo. Na hivyo amani yoyote inayotafutwa kwa kuiendekeza dhambi haibaki kuwa amani. Kitakachozaliwa hapo ndani ni nini? Ni uasi ndani ya Ukristo wenyewe. Na ndipo Yesu anatoa ushauri kwa kila Mkristo kuyazingatia haya katika kitabu hicho cha Tumaini ya vizazi vyote sehemu ya kwanza ukurasa mia, anasema watumishi wa Kristo wameitwa kwa kazi ya jinsi hiyo, hivyo lazima wajihadhari sana, wasije wakashusha kanuni za kweli wakati wanapojaribu kuleta amani. Na hakuna mtu ambaye atashikilia kanuni bila kuibua upinzani. Ukristo ambao ni wa kiroho utapingwa na, wa, na, na watoto wa ukaidi. Lakini pamoja na kupingwa, lazima viwango vya Kikristo vibaki mahali pake, na hivyo usihalalishe dhambi kwa kushusha viwango vyako vya biya Kristo. Kila unapopita, kila unapokwenda, vyote unavyotenda na kila jambo unalojihusisha kwalo, hakikisha linamwacha Kristo akiwa kiini katika maisha yako, na hivyo usiruhusu dhambi ya aina yoyote kukufanya uangushe viwango vyako vya Kikristo, kukufanya umwangushe Kristo kwa sababu ya amani ya muda kitambo, kwa sababu ya furaha ya muda kitambo. Ni heri uwe mwaminifu hata kufa, kama neno linavyosema, kuliko kukuridhiana katika dhambi, kuikumbatia dhambi kwa kutafuta amani ya muda kitambo. Hayo siyo maisha ya Wakristo. Maisha ya Wakristo, kila wanachotenda kila wanachofanya watahakikisha Kristo yuko ndani yao, watahakikisha hakidondoshi Ukristo wao, na huo ndio Kristo wa kweli. Yesu, akiwa kielelezo, ametuachia kielelezo hicho ili kituongoze katika ukamilifu. Je, unachagua nini, mpendwa? Chagua kuishi katika amani na utakatifu wote kwa kudumisha viwango vya Ukristo dhidi ya kila aina ya dhambi na uchafu, na hapo ndipo utakuwa Mkristo mwema kama Yesu alivyotuachia maelekezo hayo. Mungu akubariki unapochagua kutembea katika kanuni hizo za kimbingu bila kumwangusha Mungu wako, na Bwana awe pamoja nawe na akutie nguvu kusimama imara, uwe mwaminifu hata kufa. Huo ndio